Kati ya malengo ya huo hiyo sheria ni kukinga kanisa dhidi ya dini potovu, ama cultic behavior and religious extremism. Lengo la pili na muhimu sana, padri, lilikuwa ni lengo la kulinda familia zetu kutokana na mambo potovu ya ngono na maonyesho ya ngono kwa mitandao pornography, and Mr. Speaker, unajua wale watu ambao ni wa matusi, wale watu ambao ni wa porojo, they have been peddling lies that the computer misuse and cyber crimes amendment bill or act is there to undermine the rights of Kenyans to communicate

na ikisemekana hiyo mitandao inaonyesha pornography ifungwe. Wengine wanaleta mambo ya uongo kusema hii bill iko namna hii, iko namna hii, na ndio niliomba juzi, tafadhali tuwe watu wa kusema ukweli, sababu tunaweza kusoma soma ile bill. It it is now an act of parliament, you will see it causes no harm to anybody other than protecting the children of our country and protecting the social fabric of our nation. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi, watu wakifanya mambo mabaya, na wale ambao wanazungumza maneno haieleweki. Mtu alisoma sheria lakini kusoma sheria yenye imepitishwa imemshinda, anaanza kupiga kelele. Nik, nataka tarehe ishirini na saba tuendelezee hiyo historia ya kuhakikisha mbunge ambaye tunachagua ni mbunge ambaye ako kwa, kwa serikali na huyo ni mheshimiwa David Ndakwa. Na mi pia nataka kuhakikishia mheshimiwa Rais ya kwamba sisi kama wanakakamega wote sisi tuko kwa broad based government na mwaka wa 2027 kura zote za urais tutampatia William Samoe Ruto. Na mimi najua baada ya 2027, tuko na kijana yetu hapa, mheshimiwa Weta, mwaka wa 2032 baada ya kipindi cha William Samuel Ruto tunataka urais uje hapa Western. Baada ya uongozi hapo, mnaona Ichungwa yuko hapa, mnaona Ichungwa ametembea na Weta, unaona Weta ameketi hapo. Maombi yangu ni kwamba Mungu akipenda, mnaposhika mkono William Ruto aende tamu ya pili kama jirani, tunaomba na nyinyi mtafute majirani akiwemo Ichungwa ili uongozi uje magharibi, na uongozi haiwezi kuja magharibi. Uongozi itatokea hapa Malava, ikuja hapa Western, ndio Wetangula na viongozi wa hapa wakalie kiti ya enzi na kalamu ya kuandikia watu wengine akiwemo Ichungwa, mimi nikiwemo nyinyi mnataka uongozi ije magharibi ama isije? Watu wa Malava sahii, hatuendi kwa general election, tunaenda kwa by election. Mnajua mahali serikali iko na mnajua mahali president yuko. Hawa wengine wanajiita opposition, hawana president na hawana serikali. Serikali ndio iko na resources. Ndio maana mimi nasema nyinyi mmekuwa werevu mkipiga kura Kina Wera Ngati walikuwa kwa serikali, Nawere akakuwa kwa serikali, na Bwera akakuwa kwa serikali, Naso akakuwa kwa serikali, kwa serikali akakuwa mwana wa Taria. Moses Malulu Injendi amewacha kwa serikali, na imepaki mwaka mmoja na nusu. Msipoteze mwaka mmoja nje, kwa vile mimi wanasema siku moja kwa kanisa iko na maana kubwa sana kuliko 300,000.